ya yeah, labda raia wa tarafa la Fizi licha ya kufanya mafanikio ya mzuri. Na leo kwa sasa tunasikia mjini Baraka na Uvira kuna kuwepo ukimya. Wewe kama kiongozi wa wachezaji utasema neno gani kwa siku ya leo, na furako ni ipi kwa siku ya leo? Kwa jina la kiongozi, mimi ni kiongozi, kwa jina la kiongozi ambayo kwamba tunasherekea vyote, tumechangia tumechangia vyote kwanza. Tunaingia mji wetu wa upira ambapo watoto wetu ndugu zetu familia zetu ziko na Baraka, ili bake tunakuwa kwenye hali ya sherehe sana, na tunashukuru sana kwa sababu tunajua hivi Baraka tunaanza kulala na makaleso. tunaanza kulala wazi kesho atahitaji leo aje kujiunga nanyi. Kwa kujiunga nanyi inaomba nini? Kwa sasa kuna eseaeaa avakvkeya tajile mwenzetu akipata tatizo ipo twende kumwasiste. Ese ya tatu ni sante atupendaki wale wamuigajile pombe kalikali nakuaga zile ambazo ipo standard kwa maisha ya mwanadamu ujumbe kwa raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi. ujumbe wako wa mwisho? Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba wengi Mutambala ndo ikipe ya kwanza ya veterani yanga Baraka. Na iendelee na watu wengine wote wajiunge wa na Kwa Mutambala. Kwa programu zetu Ama vipindi yetu vya kwenda mbali na Mutambala, iyo TV Baraka inakushukuru na kupigia asante kiongozi. Na mimi nakupigia zaidi sana wewe asante kwa sababu kile ulichokuwa